Nampongeza kwa sababu moja kubwa kati, kwa sababu moja kubwa, juzi ameomba radhi bungeni. Amechonganisha chonganisha sana watu hapa, na leo hapa ameanza kumsifia mbunge, nini, mkuu wa wilaya kwa sifa zile zile ambazo alinisishaga mimi nilipoteuliwa kuwa mkuu wa mkoa, lakini sasa hivi hata kuitamka jina la Makonda hawezi. Na msifu kwa sababu aliomba radhi, alikuwa anaenda kuharibu maisha ya watu kwa kuwadanganya wabunge na bunge. isingekuwa makini na waziri wetu Mchengerwa kuwa imara, leo hii kuna watu wangepoteza kazi kwa uongo wake. Sasa ombi langu kwa kwake, moja awaombe radhi watu wote aliowaumiza, kwa kuwafitini, kwa kuwachonganisha na kuharibu maisha yao, kwa sababu bila kufanya hivyo kojene, mzee Mwandi amesema hapa, safari ya mbinguni hata mimi naitaka. Mambo yalivyoendelea yalipelekea mpaka singu nikazopata kweli, mwita waziri wetu muongo naokwenda kujengwa hii, nimemwomba waziri Mchengewa design iliyo iliyokuwepo ilikuwa ni design ndogo, haikidhi standard ya Arusha. Waziri Mchengewa kuongeza mpaka bajeti iliyotoka kwenye bilioni thelathini, ni faida wana wa wananchi wa jiji la Arusha. Alafu nimwita waziri wetu mwongo kwa kuwa bunge limemsamehe, na mimi moyoni mwangu sina shaka naye, lakini shariki langu mmoja aliwaumiza na kuharibu maisha yao, akawaombe radhi ili mbele ya Mungu na mbele ya wanadamu tupate kibali cha kuifanya kazi hii.